Yapo majumba mengi na maeneo mengi ya biashara au kazi za watu hayakaliki, kwa sababu ya uwepo wa sihiri kwa maana uchawi maeneo hayo, au kwa sababu ya uwepo wa athari za kijini na kishaitan. Kwa hiyo nataka leo nikuelekeze kwa njia nyepesi sana tena kupitia katika jambo ambalo au kitu ambacho majumba yote yanacho kitu hicho, inshallah biidhnillah subhanahu wataala, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawasawa, biidhnillah alkarim. mm. Jambo la kwanza hunaka ladidu la min aturuqi lmujaraba, kuna njia mbalimbali ambazo zilizofanyiwa majaribio liistikhraji sihri aljinni eh, wasihri min jasadi linsani kwa ajili ya kutoa au kuondosha athari za uchawi mm -hmm. au kwa ajili ya kuondosha athari za kishaitani katika miili ya binadam au ayi makanin akhara au sehemu nyingine yoyote ile kuna mm -hmm. no. namna nzuri kabisa ya kuweza kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala no. Leo nataka niwaelekeze namna ya matumizi ya chumvi. Sawa.

Bila shaka kuna aya za Qur'an, lakini kadhalika vile vile kuna mimea ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka mimea hiyo hapa ardhini taturudul jinna ina uwezo bora kabisa wa kufukuza mashaitan majini ambao wanaoleta madhara katika afya na maisha ya bin adam, watabitilu sihira. Lakini kadhalika na ipo baadhi ya mimea aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika dunia yetu, mimea hiyo ina tabia ya kubatilisha na kuondosha uchawi na athari zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wamesibiwa na uchawi, kazi yao uchawi huo ni kuharibu familia zao, ndio mtu ana watoto hawaolewi kabisa, yani kila akija mchumba harudi tena, au mtu ana watoto hawaowi kabisa kabisa, kila wakienda kuchumbiwa mahala wanatimliwa, hawatakiwi lakini kadhalika kuna watu wamefanyiwa sihri, hakuna wanachoshika wao kikafanikiwa, wana mipango mizuri haiwi, wamesoma, wana ilmu nzuri haina faida. Lakini kadhalika, wana watu ambao wanaweza kuwasaidia, hawana mpango nao kabisa wa kuwasaidia watu hawa. Sihri zikitawala katika mahala, kuna kuwa na hatari kubwa kabisa kabisa. Sasa leo nataka niwaelekeze kwa uchache, matumizi ya chumvi katika kuondosha athari na mashakili haya ya kisihri biidhnillah subhanahu wa taala. mm -hmm. Ukimsoma mmoja miongoni mwa wanavyoni wakubwa kabisa ambao ni bwana mkubwa Ahmadu Lbuni qadasa llahu sira, mwamba huyu katika miamba inayotambua vyema masala ya taaluma na ilmu, anasema ilajun wa ibtalu sihri bilmilhi, yapo matibabu maalum kabisa ambayo yanaweza kubatilisha na kuondosha kuvunja vunja matego ya uchawi kwa matumizi ya chumvi tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hiyo chumvi ambayo unaiona unayo nyumbani kwako, unapikia mboga, inaleta ladha basi insha allah biidhnillah subhanahu wa taala inaweza kutumika kama matibabu bora ya kuondosha athari za kisihri, lakini kadhalika na athari za kishaitan. Chumvi hiyo itumie, utatupigia simu utasema alhamdulillah, sasa naona kuna utulivu katika nyumba yangu. Wanasema mwanachuoni huyu Ahmadul Buni anasema yutabaru lmilhu maddatan hafidhatan wa taridatan liljinni wa shayatin, anasema imefahamika na kutambulika wazi baada ya watu kufanya majaribio ya aina mbalimbali mbali, no. testi za aina mbalimbali mbali, ikatambulika na kufahamika ya kwamba chumvi ni moja katika mada madini madini ambayo hafidhatan kwanza yana uwezo wa kumlinda mwanadamu kutokana na mashakili ya aina mbalimbali, lakini wa taridatan liljinni washayatin, na ina uwezo mzuri kabisa ya kuwatimua na kuwafukuza majini na mashaitan biidhni llah subhanahu wa taala fahiya tuathiru ala abidanihim wa taqatihim, bila shaka chumvi ina uwezo mzuri wa kuleta athari katika miili ya majini na mashaitani ambao wanaleta madhara katika afya na maisha ya binadamu, lakini hata ile taka yao eneji yao huwa inapungua na kumalizika kabisa, iwapo utajua njia sahihi ya matumizi ya hiyo chumvi, ambayo we umeona ni kitu kidogo. Bila shaka ina nafasi bora ya kuweza kukunusuru biidhnillah subhanahu wa taala.

Faya harubu akakimbia wa yaummu lmanzilu alhudua, ya hapo sasa nyumba itapata utulivu wa hali ya juu wa wasakina, lakini kadhalika na itakuwa nyumba yenye maelewano yaliokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Zipo yapo ya, ya, ya baadhi ya majumba hakuna utulivu baina ya mke na mume, vyanzo ni sihir, ni machawi tu lakini yapo majumba ambayo ndoa zinavunjika kabisa, lakini sababu ni uwepo wa masuala ya kishetani pamoja na uchawi. Na yapo majumba ambayo hayakaliki. Ukiwa ndani ya nyumba hiyo, utasikia kama kuna watu wanatembea, nyayo za watu zinatembea, ukitoka kutazama hauoni utasikia kama bafuni kuna maji yanamwagika, ukienda kutazama wapi yanamwagika, hakuna ukita, utaona taa zinawashwa ukienda kutazama alowasha nani humwoni, au zinazimwa, basi ilimradi kuna kuwa na mauzauza ya kila namna Yapo majumba ambayo yamesibiwa na athari na mashakili kama haya. Kwa haraka haraka na kwenda kuelekeza watu njia ya matumizi ya chumvi, bi idhnillah. Hapo ulipo, ndugu yangu, naomba utumie utaratibu huu, alafu kibila shaka utakuja kutuambia, alhamdulillah rabbil rabbil alamin. Amma no. njia ya kwanza au tariqatul ula

Mke na mume hawaelewani, ni vurugu. Wewe ambaye bila shaka utaiona nyumba yako ipo katika utaratibu wa hali ya namna hii, kwa kutumia chumvi tu unaweza ukazima hili balaa katika nyumba yako, biidhnillah subhanahu wa taala no. tahduru inaa, chukua chombo fihima, ambayo ndani ya chombo hicho kuwe na maji tena maji yenyewe nadhifu, ni yawe ni maji safi kabisa. watadau fihi thalatha malaiqi milhin. Alafu utaweka ndani yake vijiko vitatu vya chumvi e. Kisha baada ya hapo fate, fatamsahu fi kulli arkani lmanzili. Alafu utachokifanya chukue yale maji sasa, rashia katika sehemu ya pembe zote za nyumba fasatulahidhu lhudua, natija ya kufanya hayo bila shaka utaona unapatikana utulivu wa tashuru bitaqatin wa raha, lakini kadhalika utaona katika nyumba hiyo kuna kuwa nataka, na taka na enerji ambayo inaondosha zile athari athari, lakini kadhalika utaona furaha inaanza kutawala ndani ya nyumba hiyo tena tena, itakuwa rahatan ijabian, itakuwa ni raha ya watu kuwa na maelewano mazuri, masikilizano mazuri, kufahamiana vema katika nyumba hiyo. Basi nyumba utaiona inatawala amani kwa sababu lau kama nyumba itakuwa imetawala na athari za kishetani pamoja na sihir, hapa hakutakuwa na utulivu, hapa hakutakuwa na maelewano, hapa hakutakuwa na masikilizano, kutakuwa na vurugu zisizokuwa na sababu. Katika hali za namna hii, tathmini nyumba yako Lau kama utaiona nyumba yako ina vurugu za hapa napale na pale, fata utaratibu huu. Naamini ipo siku utatupigia simu utasema, kupitia katika jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan alhamdulillah, nimepata natija na sasa utulivu unaendelea katika nyumba yangu biidhnillah subhanahu wa taala. Hii ni njia namba moja, lakini tariqatu thania ama njia ya pili ya namna ya kuitumia chumvi ili kutengeneza usalama hapo katika nyumba yako, mm. Tadha almilha maa alhabati sauda, utachukua chumvi pamoja na habatu sauda thumma taqra'u alayhim almuawwadhatayn

pale nyumbani au utamfukiza mtu ambaye aliyefanyiwa masala ya uchawi, wadhalika waktu ghurubi shamsi au lfajir, na ni vema sana kufanya matendo haya wakati ule jua linazama kwa maana eneji ya jua inakuwa imeshuka, au wakati ule alfajiri imeshachomoza, tunaelekea kuingia katika eneji ya jua, biidhnillah subhanahu wa taala. Lau kama itafanywa utaratibu huu, basi Allah subhanahu wa taala atainusuru nyumba hiyo, lakini kadhalika na yule ambaye alosibiwa kupitia asbabi hizi, biidhnillah subhanahu wa taala, falmilhu yamalu ala taftiti taqati salbiya. Kwa sababu siku zote chumvi, namna ambavyo Allah subhanahu wa Ta'ala alivyoiumba, ina uwezo wa kupasua pasua zile taqati salbia, madhara ambayo yanaweza kuwa yametawala pale nyumbani, hasa kutokana na athari za kijini au kishaitani au, au kisihri, kisihri fakulu shaytani wal waljinni tahrubu min al manzili, yeah, ma idha kana minhum adha ala ahli al manzil. mm -hmm, basi mashaytani wote na madhara ya kijini na machawi ambayo yanaleta athari huwa hayakai mahala hapo yanakimbia haraka sana kutoka katika nyumba ambayo utaratibu umefanyika. Lidhalika tashuru birahati inda ljulusi eh, amama lbahri, na ndio maana utaona watu wengi sana wanapokuwa wanapoenda katika ufukwe baharini, ataona mtu anajihisi tu kwamba raha, anajihisi faraja, anajihisi furaha. Na hivyo hivyo ndivyo utaratibu ukiufanya ndani ya nyumba yako, nyumba itajaa furaha, itajaa amani, itajaa maelewano na masikilizano, biidhnillah subhanahu nikimalizia, njia ya tatu ya matumizi ya chumvi ni hii, yumkinuka alistihmamu bilma'i walmilhi fayashuruka bilhudui walrahati wayubtilu sihra. Bila shaka, lau kama utachukua ma, ni yani maji, alafu ndani yake ukaweka chumvi, alafu kisha ukaogelea ndani ya maji ya ambayo ndani yake yana Chumvi. Basi fayashiruka bilhudui waraha, bila shaka utaanza kuona mwili wako unapata utulivu, uchovu unaondoka, lakini kadhalika utajiona unajisi raha, unajisi faraja, na hata machawi nayo utafuta njia ya kuondokea biidhnillah subhanahu wataala. Hiyo ni hiyo chumvi ambayo wewe unayo nyumbani kwako. Ndio maana tulipokuwa pale Ghazal tuliwahi kusoma somo moja linaloitwa almilhu, mm. chumvi, mm. Anasema almilhu madinun yujadun bikathirin ala jihati lardi, ya kwamba siku zote hii chumvi ni maadini, mm. adaruriyu lihayati linsan, kwanza ni madini ambayo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na ndio maana Allah subhanahu wa taala akaiumba chumvi bihadhihi kathra, kutokana na wingi huu ambao yashtariha lghaniyu walfaqir ana, anaweza kuipata chumvi mtu aliyofakiri na hata aliyotajiri anaweza kuipata chumvi. Mwenyezi Mungu ameumba kwa wingi kwa sababu gani? Ni maadinun daruriyun li hayati linsan, kwa sababu ni maadini muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Hivyo mtu yoyote anaweza kuipata chumvi awe tajiri anaweza kuipata chumvi awe maskini anaweza kuipata chumvi kwa hali hiyo, ndio maana tukakupa e, darsa kutokana na hiki kitu ambacho anaweza kukipata mtu yoyote, ili uweze kukitumia pale nyumbani, insha Allah biidhnillah, subhanahu wa taala, huenda migogoro isiyo na lazima tukaweza kuitatua katika majumba yetu biidhnillah subhanahu wataala. Ikhwani, ndugu zangu tukiachana na migogoro hii kama jinsi ambavyo alivyosema alahi Shekh sabasi bil kubra, kuna migogoro inayosababishwa na mwanamume kuto pafomu vizuri katika suala la tendo la ndoa, na ndio maana tukakuandalia hii inayoitwa e, e yani mkono waidi, mkono waidi ambao bila shaka ni mujarab sana. Tunamshukuru mwenyezi Mungu alahi Shekh sabasi bil kubra. Kuna ndugu zetu ambao wapo katika ardhi ya Sweden wao baada ya kupata vipindi katika jukwaa letu hili, wali, be, wakapata taarifa ya uwepo wa mkono waidi. Wao wakasema ah, sisi tunautaka mkono waidi kwa haraka sana. Tukawaambia gharama yake, na wao wakatekeleza ile gharama na gharama ya utumaji, tukawatumia hivi hmm, ninavyokuambia takriban, huu ni mwezi mmoja sasa hmm, wa matumizi ya huu mkono wa idi hmm, na kila baada ya siku mbili wale mabana hutupigia simu wanasema mashallah, mashallah yani huu mkono waidi ni mkono waidi kweli kweli, mm -hmm. mambo yamekuwa mazuri, furaha imerudi pale nyumbani. Sasa hivi hakuna kurudi tena saa nane za usiku, mm -hmm. mapema tu mtu anarudi kwa ajili ya yes, eh, hofu imeondoka, shekhe, majambo ni mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. mm -hmm. Lakini kadhalika tunayo hapa, hii inaitwa hakul mujarab. Hii ni dawa mujarab kwa ajili ya kuondosha masala ya kisihir uchawi. Kuna watu wamefanyiwa uchawi mbaya sana. faminassihr ma huwa yaktulu wayumaridu wayakhudhu lmarat fayamnauha n watai zaujiha, anasema miongoni mwa uchawi kuna uchawi ambao unaweza ukaua. Kuna watu wanakufa kwa kufanyiwa ma, ma, ma, ma, machawi kwa kurogwa lakini kadhalika, kuna watu wanapata madhara yani uchawi unaleta, una maradhi tu, anakuwa ni mtu ana maradhi yanayojulikana na hata yale maradhi yasiyojulikana. Kuna wengine wanaumwa kwa sababu ya uchawi tu, lakini kuna uchawi ambao kazi yake ni kumfunga mwanamume ashindwe kabisa kuliendea tendo la ndoa. Yani, yapo mambo ya namna hiyo, na wengine wanafungwa wasiweze kupata uzazi katika kina dada na kina mama. Yapo mauvimbe mengine katika vizazi vya kina mama, sababu zake ni sihir. mm. la sahi hii ahaqul mujarrab ni mujarrab zaidi kwa ajili ya kuondosha athari za kichawi. Lakini uchawi upo ule ambaye bila shaka unaweza ukakaa nje ya mwili wa mwanadamu mm ndio anakuwa yeye, hana anapoumwa katika mwili lakini hana mpango anaofanya ukakamilika. mm. haqul mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili haya, na hii haqul mujarrab dozi yake ni hizi chupa tatu kama unavyoziona hivi, hii ndio dozi kamili ya haqul mujarrab lakini, kadhalika hapa tunao hii. Alirham ni maalum sana kwa ajili ya kinamama, hii kwa ajili ya kuondosha uvimbe katika vizazi vya kinamama kwa ajili ya kupangilia mifumo ya ada kwa kina mama, lakini ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha maumivu makali kabla na, na wakati na baada ya ada. Maana kuna kina dada wanapata maumivu makali kabla ya kuingia katika siku zao, lakini kuna wale wanaopata maumivu makali wakiwa ndani ya siku zao, na kuna wale wanaopata maumivu makali baada ya kumaliza siku zao. Hii ni mujarab sana kwa ajili ya kutengeneza mirija ya uzazi, kuzibua mirija ya uzazi, kuondosha athari hii, kupangilia mfumo wa homoni ya al-ostrojena iende kwa utaratibu uliokuwa bora, na kufanya taftiti katika uvimbe, uwe uvimbe mkubwa au uvimbe mdogo. Biidhnillah, hii ni mujarab sana na ni nzuri sana kukifanya kizazi kuwa imara na kuwa tayari kwa ajili ya kupokea mbegu za kiume, hivyo tutapata natija ya kupatikana kwa watoto wengi biidhnillah wataala hii ndiyo mkombozi kwa mama zetu na dada zetu, ambayo bila shaka inaitwa al-irham, na dozi ni kopo nne. Hizi ndio dozi kamili biidhnillah subhanahu wataala. Wasiliana nasi utaipata mahala popote ulipo. Yupo dada yetu ambaye yupo katika ardhi ya Marekani, amewahi kupata mtoto mmoja, huu ni mwaka wa kumi na mbili mm -hmm, lakini alipofuatilia katika vipindi vyetu hivi akawa ameiona hii dawa al-irham, na yeye anahangaika sana kufanikiwa angalau apate katoto kingine. mm -hmm. Alhamdulillah ameitumia hii, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye mwenyewe anatuambia alhamdulillah, majambo yamekwenda vizuri Arif. Na wewe jaribu, insha allah Mola wetu bila shaka atakufanyia maajabu kupitia katika dawa hii inayoitwa al-irham. Nikimalizia hapa tunaye E, prostate hii ni maalum kabisa kwa ajili ya ndugu zetu ambao wana tatizo la tezi dume. Unajua tezi hizi ina hatari sana, na hii tezi ni ambayo inapatikana tahta almathanna, chini ya kibofu cha mkojo, na mara kadhaa inapata madhara kutokana na vitu anaita al-ithtirabul hormonia kuparaganyika kwa homoni na hasa homoni ya kiume inaitwa testosterone. Hii zikiparaganyika, basi homoni hii inawezekana ikapata vitu vinavyoitwa alauramu lhamid au alauramu lkhabith, imma uvimbe uvimbe ambao hauna chembechembe za kansa au uvimbe ambao baadaye utakuja kuleta athari ya chembechembe za kansa. Ni hatari sana kwa mwanamume. Ewe ndugu yangu, la utaiona hii dawa ya prostate ni muhimu sana kui kwa sababu ina uwezo wa kumaliza tatizo hilo la prostate bila ya kufanya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tibu prostate bila kupasua biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kupitia dawa hii inayoitwa prostate. Na dozi yake ni chupa ni kopo tano hizi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii bada, ni aramad ar kwa maana kwa ajili ya macho, al-akhi Sheikh Sabasi bil Kubra ameeleza kwa ufasaha hii kwa ajili ya macho. Wewe ambaye macho yako bila shaka yana mashakil, basi jitahidi sana upate arramad unaona giza, unaona marwerue, huoni vizuri, jicho linachoma sana kama ndani yake kuna mchanga. Lakini wakati mwingine unapoteza nuru ya kuona, wakati mwingine unakuona unasikia maumivu makali, basi inshallah, ya ramad ni muhimu sana kwa ajili ya kumaliza mashakili ya macho, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tuna dawa nyingi tu, inshallah, ukifika hapa ofisini kwetu au ukiwasiliana nasi, tunaweza tukakupa maelezo yaliokuwa bora kabisa bi idhnillah subhanahu Huwa ta'ala na mambo yakaweza kwenda katika hali iliyokuwa sawasawa. Tuna dawa maalum kabisa kwa ajili ya masala ya sickle cell, lakini kadhalika tuna uh, zaitul ahmar, mafuta mekundu yaliyotoka katika mti mwekundu, ni maalum sana kwa kufanya mambo mazito. Tutakuja kuyaeleza katika vipindi vijavyo bi idhnillah subhanahu wa ta'ala inshaallah kutoka katika jukwaa letu hili siku ya leo, Alhamisi ya leo bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naamini kwa wale ambao wamekaa na daftari zao na karatasi zao na kalamu zao, wanaandika baadhi ya point, bila shaka watakuwa wamepata baadhi ya fawaid biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshaallah, usikose kutufuatilia katika jukwaa letu kila Alhamisi biidhnillah subhanahu wa ta'ala, baada ya sala ya adhuhuri biidhnillahi lkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.